Lazima ufahamu nini ramani ya maisha yako. Mtu yoyote anapoamua kujenga jengo huwa anakuwa na ramani kwanza. Tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mungu ambaye ametuwezesha uhai na uzima ambao tunaendelea kujidaia nao katika ulimwengu huu. Na leo moja kwa moja, Come TV Tanzania tumekuja katika eneo hili la Mbulu, mkoa wa Manyara, ambapo shule moja ina inapatikana katika eneo hili, inaitwa Vision Open School ni miongoni mwa shule ambayo inafanya vizuri kweli kweli katika kipindi hichi cha wow, miaka takriban mitatu. oye, so oye, oye, ni oye. Shule ya kidato cha sita cha kwanza mpaka kidato cha sita kidato cha pili wamefanya vizuri kidato cha nne lakini pia kidato cha sita. Kwa hiyo leo kidato cha sita wanaagwa katika eneo hili ambapo wamemaliza mtihani wao wiki moja iliyoisha na tutegemee mambo mazuri kutoka kwa wanafunzi hao kwa sababu wameandaliwa vyema na wamefanya mtihani wao kama watakavyozungumza hapo baadaye. Lakini pia katika mahafali haya wanafunzi hao hawo wanawaga. Mgeni rasmi siku ya leo ni Sebastian Barite, mchungaji wa KKT Dayosisi ya Mbulu, na mimi sina mengi zaidi ya kukuambia tu, karibu tuwatazame yote ambao yanaendelea hapa, na anayekuongozea haya yote ni Mr. na Tanzania, nyuma ya kamera tunaye Daniel. Shukali kwenu ninyi ambao umethubutu, wazazi watoa watoto wenu wakasome, na kutoa fedha na mali zenu na muda na kujinyima, najua umejinyima sana ili kuwapeleka watoto shule, lakini tuwashukuru sana. Na ninyi kidato cha sita ambao umethubutu kwenda kusoma, umekuwa na mambo mengi ya kufanya, siku hizi kumechangamka sana, mwezi kosa vya kufanya sita na wale wanaobaki eh, lazima ufahamu nini ramani ya maisha yako. Mtu yoyote anapoamua kujenga jengo huwa anakuwa na ramani kwanza, anahitaji kujenga jengo lenye vyumba vingapi, lakini je, choo kiwe ndani, mlango wapi, veranda iwe wapi, anahitaji kujenga kwa hiyo, unapokuwa unaandaa maisha, lazima uwe na ramani na kidato cha sita, ninyi hiyo ndio ramani mlioiandaa. Sasa mjafanya finishing, pengine iseme ndio mmefunga lenta mama. Sasa awali, wajenzi wanafahamu mefunga lenta mama, kwa mwana wa Olevo labda wako msingi. Sasa hiyo nyumba yenu inahitaji upauzi mbele yenu, Mungu akiwajalia na ni maombi yetu, naenda kusoma vyuo. Sasa mnahitaji kuvipaua vizuri, ili mweze kuishi nawaombeni sana kwa neema ya Mungu, Mungu awajalieni wa muweze kutembea katika hayo katika hiyo ramani. Hakuna wa kukuandalia ramani, ni wewe mwenyewe. Vile unavyotaka kuishi, ndio leo ambavyo unafanya maandalizi. Vile unavyotaka kuishi, ndio leo unafanya kidato cha sita. Mnanisikiliza, sio ndio? Kwa hiyo fanya maandalizi yako vizuri, utakuwa mama mzuri, baba mzuri, mfanyakazi mzuri anda maisha yako vizuri, kwa maana ya kwamba uwe na ramani yako nzuri. Ukitaka kujenga nyumba lazima uwe na ramani nzuri, lakini hata ukitaka kufungua biashara yoyote lazima uwe na mpango wa kuendesha hiyo biashara ili uweze kuwa vizuri. Kwa hiyo katika hayo mnaendelea, tumejifunza mengi kupitia nyimbo mlizoimba, tumejifunza mengi pia kuhusu igizo mliotoa na vishairi mlivyosema, tumeona mengi sana. Tunawaasa, yafuateni yale ambayo wazazi na walimu wenu wamewaelekeza, lakini pia katika maadili ya makanisa yetu, kwa kadiri ya imani ambayo Mungu amewapa, muyafuate sabu so, mwenyewe lakini vizuri ukafuata maadili ya imani ambayo umefundishwa. Wasikilizeni wazazi na walezi, jiangalieni na kwenda katikati ya mbo mwitu bayo yamkini hawatakuwa na huruma na ninyi, watahitaji kuwararua imani yenu masomo yenu na miili yenu. Angalieni sana, angalieni sana, enendeni kwa hekima, enendeni kwa maarifa, ili hayo ambayo mmeyapokea sasa. Bwana Yesu asifiwe, amina. Salamu alaykum walimu wa wetu ambao wamewafundisha wanafunzi hivi, nadhani matokeo kama yataonekana kuwa mazuri zaidi. Kuna watu ambao wamefanya kazi ngumbe ni rasmi awalimu muda mwingine halali hadi saa nane usiku, wanapambana kwa namna ya pekee, ili kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa male, wanafikia malengo yao, washuua wa diwani lakini mbunge sababu so, bila wao pia amani ya mazingira haya sio. Kwa hiyo nashukuru wote oh, sisi itala imebadilika. Unapotoka hapa, wazazi, naombeni wanafunzi wapeni pia fursa ya kusoma vitu mbalimbali ikiwemo kompyuta pia kama babo wenyewe amesema. Kwa hiyo dunia imebadilika, itala imebadilika, na inahitaji wanafunzi kujifunza zaidi kwa mazo kwa mazoezi kwa hiyo pia serikali inahitaji wanafunzi wawe wabunifu. Kwa hiyo wasikae tu nyumbani, muda mwingine kama ikiruhusu, basi wa wajiendeleze. Ndio namna ambavyo mitaala inahitaji sasa hivi. Kidogo kuna changamoto ya ajira, lakini elimu ni ufunguo wa maisha. Mtu anaweza akajiajiri kwa namna yoyote, akawa mkulima mzuri anaweza akafanya biashara akafanya biashara akajiendeleza, kuliko kusubiri ajira za serikali. Kwa muda huu ajira za serikali ni changamoto, kwa kuwa ni changamoto kwa. Kwa hiyo mkifika nyumbani, msitembee tembee, msizurure kwanza, wasaidieni wazazi, kwa sababu muda wote mlikuwa shuleni. Kwa hiyo hakikisheni kwamba mnawasaidia wazazi matokeo ya kirudi takuwa na moyo wa kukuendeleza, lakini kama wewe utulivu nyumbani utakuwa una changa changamoto. Hata mzazi wakati mwingine haauiwa hata kuwa hata na moyo kao. Naombeni mkirudi nyumbani, nkianza safari kuanzia kesho, hakikisha wazazi, naombeni tuwape kazi, mwafundisha kwa wavumilivu wa wapeni kazi hawa vijana. Kwa hiyo wakati mwingine malezi sisi ni muhimu, tunapambana nao na wakubwa wao wote ambao mnawaona tunapambana nao, wakati mwingine wanakwepa, lakini tunawarudisha, mambo yanaenda. Kwa hiyo malezi ni kushirikiana baina ya wa walimu na wazazi. Kwa hiyo kwa namna ya pekee nawaombeni, tusaidiane katika malezi ili haya walisho hapa au walioyaagiza wakati mwingine ile vioni mambo ni mengi. Kwa hiyo tuwaandalie, tuwaandalie kwa maana ya kwa kwamba kuwapa fedha za kutosha, ili asiwe na tamaa ya kufanya mambo mingine. O, tamaa ndio inamfanya, yaani kama, yani, kama hutamhudumia vizuri, ndio mwanafunzi sasa wakati mwingine anajiingiza kwenye makumbi yasiyofaa tunaamini hao wote kwa uchangamfu wao kwa idadi yao kama ilivyosoma, wataenda nibasi. Sisi tunaamini. Ena, naomba wazazi mjipange, mjiandae

Basi tumeijua na mafumbo yake pia. Kwa eneo hili la Vision wana aga walitoa angalizo, tabia ya uizi msiwe nayo huko mitaani. Kuna vingine vingine pia vilitajwa, mmeisikia. Sijui wanawaonaje, sijui mlikokuaje huko mlikokuwa hapa wengine kuna dalili haikuwa nzuri, lakini mmeangalizwa, mtakapokuwa huko msiwe nayo. Lakini pia kuna utabiri mzuri walitoa kwamba wame wana uwezo mkubwa wa kwenda huko vyuo vikuu, na wakaangalizwa na huko kutokana na ile igizo. Lakini na kwa upande wa imani, mimi niseme tu, nendeni katika jina la Yesu, lakini Yesu msimwache. Utembee na Yesu, msidanganyike na simu, msidanganyike na base beach, msidanganyike na bata hata huku Vision, ilikuepo pia eh, eh. Bwana asifiwe, amen. Kwa hiyo mwaminini Mungu, lakini pia baada ya matokeo nilisikia tena kwenye ile igizo kuna kumshukuru Mungu eh. Shukuruni kuanzia sasa, hata na huko mkiona matokeo imetoka mshukuruni. Sasa sijajua mwenye shule watoto wamejitabiria kwamba divisheni yao inaanzia ya tisa, wanaishia ya nne. Sasa nilikuwa nawaza ile ya tatu ni ya nane. Wafikie malengo yao pia, siku za uzeeni sisi wazazi tuwafaiki. Naendelea tena kusema kwamba Sisi pamoja na watoto wetu mnatuhakikisha kwamba matokeo yatakuwa vizuri kutoka hapo. Mtihani ulikuwa kweli wa kawaida sana, na kuna uwezekano wa kupata division 1 basi tu mwisho ya kumi ya kumi division 1 mm. Ya kumi tunaitegemea kutoka Vision. Kuna ambao pia walikuwa wanajifanya wao eh? Wana, wana, eh, ni wazee wa kupendeza yani kung'aa mda wote ni kweli eh? Kweli kabisa. Eh, mtu anze na nani kule wa kupendeza sana alikuwa ni nani eh? Darasani wazee yeah. <laughs> <Sibili> <kopi. laughs> <Sibili kwa. laughs> Mnakubali kweli alikuwa ni mtu wa kupendeza. Ah, kweli alikuwa anapendeza. Ukimwona Lia akipita ni amewaka kila saa. Kweli Lia mara zote huwa anapendeza. Anapendeza. Kwa hiyo hajajisifia bure. Eh, eh, ni kweli rafiki yake. Ni kweli alikuwa anapendeza kwa kiwango chake, lakini hakunifikia mimi kwani mimi nilikuwa black beauty. <laughs> Labda okay, yani, yani mm -hmm. Kwa nini ulikuwa unapendeza sana? Muda, utupe siri, kwa nini smart darasani? Yani ilikuwa napendeza kwa sababu yani mm, kwanza najipenda yeah, yani napenda kuwa msafi muda wote. Okay. Hongera sana. Sawa. Ehe, mchekeshaji, darasani kulikuwa kuna wachekeshaji? Ehe, mchekeshaji labda la, la nani yani? Labda darasani kwa nani <inaudible> <inaudible> mchekeshaji pale darasani kwetu aliyekuwa anaitwa Elishama. Elishama. Kwa nini alikuwa anachekesha? Alikuwa anachekesha nini sana yani?

Ni kutoka hapa wilaya ya Mbulu mkoa wa Manyara, siku ya leo ambapo tumekuja kwenye tukio zima la kuwaaga vijana wetu watoto wetu wadogo zetu kidato cha sita kutoka shule ya Vision Open School, shule miongoni mwa shule ambayo inapatikana kata ya Sano, miongoni mwa shule ambazo pia zinafanya vizuri katika eneo hili na ni shule ambayo unaweza kumleta mwanao akaweza kupata elimu nzuri ambayo itakaweza kumsaidia katika maisha yake huko baadaye, na kikubwa zaidi ambacho umekipata siku ya leo ni juu ya yote yaliyozungumzwa hapa siku ya leo na wazazi, mgeni rasmi, lakini pia wanafunzi ambao wamefanya mtihani wao ya hivi karibuni katika wiki iliyoisha na wamemaliza, na leo wanaagwa. Kwa sisi hatuna la ziada siku ya leo zaidi ya yote ya kukwambia, tunakukumbusha uweze kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti na pia itakuwa imekaa vizuri sana sana. Na mimi jina langu naitwa Mr CamTz wa Cam Tv Tanzania. Nyuma ya kamera tulikuwa na director DMG.